Mambo ambayo kila mwanamme hanabudi kuyajua kuhusu mwanamke. Jambo la kwanza ambayo mwanaume, hana hanabudi kujua kuhusu mwanamke, kila mwanamke. We mwana ume, sikiliza, ni vizuri ujue, kila mwanaume ameumbwa anapenda na anahitaji kupendwa na kujaliwa, to to be be loved and to be cared Mwanamke ameumbwa hivyo na Mungu sio ameridhishwa na baba yake, kaumbwa anapenda kujaliwa. Mungu akamwambia Hawa, wivu wako utakuwa kwa nani? Kwa nini anakuwa na wivu kwake? Kwa sababu yeye ndo anakupa love, yeye ndo anakukea. Kwa hiyo ukiona tu wivu, ile love inaenda sehemu nyingine, wivu unakuja, wivu unakuja ndio maana nawambiaga wanaume wengi sana, mojawapo ya need ya mwanamke ni involvement. Mwanamke anataka kushirikishwa. Kwa nini? Mwanamke usipomshirikisha, ana kitu kinaitwa inferiority complex, insecurity, kwa sababu anajua kabisa kama mimi sijui hichi kitu, kuna mtu mwingine anajua. Ndio maana ni ngumu sana mwanamke anapokuja kugundua kuna vitu hajui kwako, mama yako anavijua, wadogo zako wanajua, ndugu zako wanajua, ye hajui, anajua kumbe yeye sio priority kumbe wale ndio priority. Na nawaambiaga wanaume, mwanamke akijua priority ni mama yako, anaweza pigana hata ngumi na mama ako, ingawa ni mama yako mzazi, kwa sababu kila mwanamke aliyeolewa na mwanaume anataka yeye ndio awe priority kila kitu. Atamruhusu Mungu tu ndio awe wa kwanza, na ukifanya mchezo kama wewe sio mwanaume kiongozi wa ibada huko nyumbani, anataka mpiku hata huyu Mungu awe wa kwanza. Yeye aliambiwa wivu wako utakuwa kwake. Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo baba uliyeko hapa unanisikiliza, Jifunze kumpenda huyo mama, love and care, kumpenda na kumjali. Kumjali maana yake nini? anapoumwa ukampeleka hospitali ukamdrop alafu ukakaa mpaka jioni ujamuuliza umekufa au unaendelea kupumua, hapo maana yake umjali. Sio umpendi, umjali mwanamke anataka umjali, anataka umkumbushe. Um, yani ukishafika tu ofisini eh, vipi daktari, amekwambiaje? Amekwambia hivi hivi, ok. Hata kama daktari hajamwambia kitu chochote cha kuhusu maji, we mwambie tu kimbelembele, usisahau kunywa maji eh, anaona unajali. Mapenzi ni mambo fulani ya kiutumbo. Maji si kazi yake kunywa, lakini unavyomkumbusha anapenda. Hata kama hajaambiwa anywe maji, we ukimwambia tu hivyo, unaona anakea sasa so, wewe umwambie chochote, umemwacha huko, afu jioni unamuuliza leo utapika nini? Ndio maana tukirudi unataka kufanya sex hakupi, unataka kufanya sex mkavu, kumbe anaumia, anaumia, hujamwandaa saikolojia. Ananiambia it takes 24 hours to prepare a woman for sex, inachukua masaa 24 kumwandaa mwanamke kwa nini, kwa tendo la ndoa. Yaani unataka kutumia usiku, kuanzia asubuhi unaanza, eh, ulivyoniaga pale, ha, nimekufurahia kweli. Unamwanda unamwanda unamwanda ukirudi jioni, saikolojia ninaambia inachukua chini ya dakika tatu kumwandaa mwanaume. Yaani mwanaume ndio ukimshitwa hivi yuko tayari mwanaume, yuko ready every time, bunduki yake ina magazine imeshona every time. Ndio maana unashangaa kwenye vita unasikia kuna ubakaji, hebu mshangaa kwenye vita kuna ubakaji. A askari anachukua bunduki, anaweka nyuma, anafungua zip mabomu, anasema bora aliniue lakini nimalize. Mwanaume ndio yuko hivi. Bwana asifiwe. Sasa mwanamke anataka kupendwa, mwambie amependeza, mwambie hiyo ni mojawapo ya love and care. Mwambie mke wangu chakula cha jana, ah, nimetoka ofisini ofusini na kiwaza tu, anatamani hivyo. Sasa wanaume wengine tunakula, unamaliza usemi asante, sante, naomba maji <laughs> haya maji, akija tuzipiki wapi jamani? kuna ugomvi Anatamani aone appreciation. Kumbuka nimekwambia, anapenda appreciation kwa alichokifanya. Mwanamke anaweza akajibidisha jikoni sio tu ili usibe, ili asikie neno kutoka kinywani mwako. Kuna mtu ananielewa? Sasa acha kukaa na mke wako nasifia vyakula vya watu wengine tu, alafu chakwake usifii kabisa. Bwana ah, ah, asifiwe yule mwanamke kwenye Mithali ile ya 30 na kitu maandiko yale mwishoni kabisa alisema, watu wengine wana wanawake lakini wa kwangu amewazidi wote. Wewe unamsifia nini mke wako? Ukiona wazazi wako wanamuongelea vibaya, ukifika mwambieni, mimi mwenyewe kashanishinda, bora mnisaidie. Unafeli, unakwama bwana asifiwe. Jambo la pili, kila mwanamke kila mwanamke ameumbiwa anahitaji kitu kinachoitwa intimacy. Intimacy ni nature kwa mwanamke. Nimekwambia ya kwanza anahitaji kupendwa na kujaliwa. Sasa ya pili okay, penda, na ya pili anahitaji intimacy. Ngoja nikufundishe saikolojia. kiboksi cha mwanaume penda kinapungua, sex sex. Mwanamke akifanya sex, mwanaume akifanya sex, akifurahia anafungua upendo wa kutaka akupe akuzawadie akununulie. Mwanamke ili afungue sex, anataka intimacy, anataka kiboksi chake cha ukaribu kijae. Sasa kama ulikuwa ujui biolojia, ili mwanaume aweze kufika kwenye levo ya juu sana, kilele cha kihisia, sex ndio asilimia mia moja sex, tena intercourse, lazima kuingiliana, kuwemo mwanamke haihitaji seksi kwenye climax yake, haihitaji maneno mazuri. Umemshikashika, umemgusagusa, umemwambia lala hapa, umemkumbatia, yeye kwake Kigoma, mwisho wa reli. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe.

Kwa nini? Kwa sababu tumedanganywa sana kwamba tunachotakiwa ni kazi, kazi. Mke anataka intimacy. Anataka ukaribu, anataka ukae karibu naye, anataka umkumbatie, anataka wakati unaendesha gari umemwekea mkono, au akikuea mkono umruhusu. Sio akikuea mkono ambiye toa bwana, joto anakusogelea karibu naambia bwana unanishika, yaani umeuzoei. anatamani na sasa hivi tumepewa hela tuna mavitanda makubwa. Mtu akikaa huku kusini, wewe uko tanda himba huku. Ah ah. Mwanamke anataka intimacy kiboksi chake kinataka ku, na naomba niwaambie akina baba mlio hapa. The more you love and care your woman, the more she will love and care your kids. Kuna mtu ananielewa? Mwanamke akishibisha upendo anapenda watoto wako. Kama unawapenda watoto wako, Waingereza wanasema hivi, if you love your kids, love their mother. Kama unawapenda watoto wako vizuri, wapende mamao. Kwa sababu mama aliyeumizwa anaumiza watoto. Mama alio Tunafanya tafiti, mimi ni mtu wa tafiti. Wat... Watoto wanaotupwa na kuokotwa. Tukiongelea wale mama waliofanya hivyo, wameumizwa. Mimi naenda Segerea kila Jumanne na Jumatano. Magereza zote za Tanzania watu tunazunguka. Na vijana wangu nimeunda timu ya watu wanapita kwa tunaongea na wafungwa mmoja. Kuna mama mmoja yuko kule Segerea alipika chakula, akakiwekea sumu, akaweka mezani, akala na watoto wake wote kwa sababu ya immunity ya mama na wale watoto wawili wa miaka tisa na miaka saba wale wakapona, wale wawili wa mwisho wakafa. Ili mama, nilimuuliza what happened, ukafanya kitendo kama hicho? Akaambia si, siwezi kukwambia kitu mume wangu alinifanyia. Kwa hiyo matunda ya mume yalifanya akafanya lile tendo. Aliniambia Mauki, nisaidie kujua watoto wangu wako hai au wamekufa, na kama wako hai, wako wapi. Nimewatafuta wale watoto, nimekuja kukuta wanakaa hapo kwenye kituo cha hapo mawasiliano SOS, SOS aongea na wale watoto piga nao picha. Nikaenda Jumatano nyingine nikaongea na bibi Jela, akaona picha za watoto wake, akabadilika sura na afya, baada ya kujua watoto wake wako haya. Lakini ilianza kwenye doa. Kuna mtu ananielewa? Love your woman, mwanamke anataka kupendwa. System ya mwanamke yote ya sexuality inategemea love ya mwanamume na ndio maana Paulo anawaambia akina baba kwenye ile Efeso ishirini na kitu patano ishirini na kitu, enyi akina baba wapendeni wake zenu. Na sisi tumepewa mtihani mkubwa. Paulo anasema wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa hata akautoa uhai wake, yaani maana yake a man should be ready to sacrifice. Kama mwanaume huko tayari kusacrifice, huwezi sasa. Siku hizi tuna wanaume wako ndani, hayuko tayari hata kusacrifice paja. Anauliza kabisa, mbona hii nyama hamna paja? Hii mnamwachia nani? Baba ndio nakulaga mapaja. Nani amekwambia baba nakula mapaja? Unashindwa kusacrifice finyango. <laughs> Utaweza kutoa figo kweli wewe kwa ajili ya mke wako?